Uh, tumekusanyika hapa leo katika shule ya sekondari Mitundu katika halmashauri ya Itigi na tumekuja hapa kwa ajili ya kuadhimisha Uh, siku ya hedhi duniani pamoja na siku ya njaa duniani ambayo kidunia yameadhimishwa tarehe 28 mwezi wa 5, mwaka huu 2025, lakini leo hatujaja peke yetu, Action Against Hunger, tumeambatana na maafisa mbalimbali kutoka halmashauri ya Itigi. Tuko na afisa afya kutoka halmashauri ya Itigi. Lakini pia, tuko na afisa elimu na afisa lishe kutoka halmashauri ya Itigi. Na tumejumuika hapa leo kwa ajili ya kutoa elimu katika huduma rafiki kwa vijana, hasa kwenye maswala ya hedhi salama lakini pia kuendelea kuhimizana kwenye masuala ya lishe bora, hasa hasa kwa vijana hawa bale katika umri kuanzia miaka tisa kumi mpaka miaka kumi na nne kumi na tano mpaka kumi na tisa. Kwa hiyo tumefurahi sana kupata mjumuiko huu leo. Tumepata nafasi ya kushiriki na vijana wetu kutoka shule ya sekondari Mitundu kuendelea kuwaelimisha kwenye masuala mbalimbali ambayo ni ya msingi katika makuzi, malezi na ustawi wao bora. Tumetembelewa na ugeni kutoka katika shirika la Action Against Hunger ambapo wameweza kutuletea vitu mbalimbali vinavyotusaidia sisi katika afya yetu, na pia wametuletea elimu juu ya hedhi salama, ambapo wakatufundisha am, namna ambavyo tutaweza kuepukana na magonjwa ambayo yanapatikana kwa sababu ya hedhi sio salama. Kwa hiyo kupitia kwa elimu elim waliotuletea itatusaidia sisi watoto wa kike kujikinga na baadhi ya magonjwa. Shughuli ya leo tumejikita zaidi katika kuwaelimisha wanafunzi ikiwa ni mwendelezo wa shughuli ambayo tulifanya awali. Ilikuwa ni shughuli ya ugawaji wa pads tuligawa pads. Uh, sasa baada ya ugawa pads, tukaona leo tuje tutoe elimu juu ya hedhi salama na matumizi sahihi ya zile pads. Pia tukatoa elimu ya masuala ya lishe hususan kwa watoto wa rika barehe na huu ni mwendelezo wa shughuli zetu ambazo tunazifanya za kila siku. Kwa hiyo tumeona tufanye hivi, lengo tu ni kuweza kuwapa wanafunzi wetu elimu na kuweza kuboresha performance ya wanafunzi. Mimi kama mwalimu wa malezi wasichana, shule ya sekondari Mitundu, nashukuru sana kwa ajili ya elimu ambayo tumepewa kuhusiana na hedhi salama katika shule yetu. Kiukweli imetusaidia sana, na watoto wetu wamejifunza, wamenufaika na wamefurahia, na kwa hakika elimu hii itawasaidia kujilinda katika afya zao, hasa hasa katika afya ya hedhi salama. Kwa tunashukuru sana na karibuni tena.